Leo katika mahakama ya hakimu mkazi mbele ya Mheshimiwa Regina uh, washtakiwa wawili waliletwa ambao ni Bwana Jackson Martin Kabalo pamoja na mwenzake Josefu Chaviruka Mrindoko, waliletwa ambao walikabiliwa na makosa ya kimtandao, na kimsingi walisomewa katika hati zao za mashtaka makosa mawili. Mmoja ni kutoa au kuchapisha habari uh, za uongo ambayo hiyo ilikuwa ni chini ya kifungu namba 16 cha sheria za mitandao, lakini pia waliwashtaki kwa kosa la kufanya kazi uh, bila kuwa eh, na leseni eh, nayo waliwashtaki kwa kifungu namba 116 kifungu kidogo cha tatu B cha sheria ya mako, eh, cha ma, sheria ya Electronics electronics and postal uh, communications act uh, hii ni sheria za za za, za, za kielektroniki za mitandao. Kimsingi walishomewa na wote wamekana makosa hayo. Uh, kwa kweli tume tumepata ups and down nyingi. Um, vijana hawa walikamatwa tangia tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025, na tulipata taarifa siku hiyo hiyo waliokamatwa, tuliweza kuangaika kuwatafuta ambapo tulikwenda Usa, amba, Usa kwa sababu walikamatiwa mitaa ya Maji ya Chai, kwa hiyo tukiamini kabisa kwamba kosa hili lingefunguliwa Usa kwao. Tulifika kituo cha Usa na tukaambiwa hawapo, lakini pia tulirudi Central Police Arusha na kwenyewe pia tukaambiwa hawapo. tulikuwa Uh, hatujui wapi pa kuwapata, lakini mpaka ilipofikia jana uh, tulipata kuonana na mkuu wa polisi wa mkoa RPC, ambaye yeye mwenyewe akatuhakikishia kama alivyotoa taarifa zake kwenye mitandao uh, vijana hawa wako chini ya mikono ya polisi, na akatuambia maelezo, maelezo na maelekezo tutayapata kwa RCO, ambapo bila kuchelewa tulikimbia kwa RCO jana hiyo hiyo. RCO akatoa ushirikiano mzuri, akatueleza ni kweli wanao na wamewahifadhi katika kituo cha, diplo, cha, cha, cha, cha diplomatic police, diplomatic police. Kwa hiyo hii diplomatic police iko hapa hapa wa mkoani Arusha, ukitoka central kama unakwenda kwenye kambi ya, ya, ya polisi utakikuta hicho kituo kwa hiyo tulielekezwa tukafika pale, na tulipewa kibali cha kukutana nao, tuliweza kupata wasaa wa kuongea nao na tuliongea nao more than one hour. Tuliongea nao zaidi ya lisali moja, tukapata kile ambacho uh, tulikwenda kukihoji, na moja tulichohoji ni jinsi walivyokamatwa na kama wamekwisha andikwa maelezo na ni kweli walikiri wamekwisha andikwa maelezo walikamatwa tarehe ishirini wakadai maelezo yameandikwa tarehe ishirini na moja lakini pia mmoja huyu mtuhumiwa namba moja jackson martin kabalo uh, yeye alikuwa analalamika kwamba alipigwa alipigwa uh, alikuwa anatakwa kutoa password ya simu yake uh, alitoa password ambayo haikutimia. Kutokana na hofu, basi askari mmoja alimpiga kwayo. Hicho alikuwa wanalalamika na, na ni kitendo ambacho si kizuri, unajua. Lakini pia kingine walikuwa wanalalamika kwamba hawaja wamekuwa wakihudumiwa vizuri tu chakula na kila kitu, lakini shida kubwa ni kwamba hawakuwa wanapata access na ndugu zao pamoja na wake zao, wanakuja wao walikuwa wanaleta vyakula lakini havifiki, hawa hawapati kuwaona, na wala, wale, wa, wala watumiwa hawawezi kuwaona hao wake zao na wa, ndugu zao. Kwa hiyo hicho walikuwa wanalalamika, na kweli hicho sio kitendo kizuri. Um, it's, it's a contrary to, na, na, na na makosa haya ya jinai. hata hivyo hata hivyo tumepata nafasi ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwauliza kile ambacho wamekifanya wao, na wao wenyewe binafsi wana regret kwamba hakuna kitu ambacho, hakuna kosa ambayo wamelifanya kimsingi, hakuna kosa waliolifanya, isipokuwa shughuli zao ni kuelimisha jamii. Ndio hivyo, si kwamba amepigwa vibaya sana, bali amepigwa na uki, uki muona of course yeye ndo anaye fil anasema kwamba anajisikia maumivu yes. Kwa hiyo tulijaribu kuomba kama wanaweza kumpeleka hospitali tukaambiwa kesho, yani leo wata, watapelekwa mahakamani. Kwa hiyo hayamkini, wanaweza kutoka kwa dhamana, basi wataenda kujihudumia wenyewe, kitu ambacho pia sio sio sahihi. Lakini hata jana ile ile tuliomba kama wangeweza kupatikana dhamana, lakini pia tulikataliwa, ambao kosa lenyewe pia ni lina dhamana, na ukizingatia kwamba vitu vya msingi vyote walikuwa wameshazifanya kama vile kuwapekua, walikuwa wamekisha wapekua. Kwa hiyo ni, ni, ni jinai iliyokuwa imefunikwa na, na ukiukwaji ukiukwaji wa mambo mengi kwamba wamenyimwa dhamana wengine wamepigwa, lakini pia hawakuelezwa kosa lao mpaka walipofika mahakamani. Sasa hiyo pia ni tofauti sana hai, hai, hatuwezi kujua ni kwa nini wamefanya hivyo, lakini huo ni ukiukwaji wa sheria.